Hii ni kwa mara nyingine tena, hasa ni viwanja linakuletea ofa, ofa, ofa. Viwanja hivi vilikuwa vinauzwa shilingi milioni moja na laki tano kwa kila kimoja. Vimebaki vichache na sasa nauza kwa bei ya kutupa yaani, namaanisha ofa kwa shilingi milioni moja na laki tatu wai. Sasa wewe ambaye unahitajia kiwanja maeneo ya Vikindu Changanyikeni kiwanja cha ja kujenga nyumba safi kwani mm. Viwanja vyenyewe vimezungukwa na majirani kama unavyoona na viko karibia na barabara kubwa, kutoka hapa mpaka barabara kubwa ni dakika moja tu kwa mguu. E, ukubwa wake ni futi arobaini kwa hamsini, yani kiwanja cha ja kujenga nyumba ya vyumba vitatu na fensi safi. E, unakwama wapi? Ofa hii ni siku tano tu kwa wewe ambaye hujapata kiwanja, pambana na namba hii sufuri sita hamsini na nane sabini na nane kumi na tatu sufuri sufuri au sufuri saba nne saba tisini na tatu arobaini na tatu themanini na tisa Wai sasa ujinyakulie kiwanja safi maeneo ya Vikindu Changanyikeni. Pia hatujasahau kwa wale wenye kipato kidogo, unaweza kulipa kidogo kidogo, utaanza na nusu inayobaki utalipa kwa miezi miwili. Wahi sasa ujinyakulie kiwanja kwa Hasani, viwanja Tanzania.